Kwengineko ni kwamba gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ametoa onyo kali kwa maafisa wa kaunti waliohusika na uhalifu, wanaohusika na uhalifu wa kufyonza na kutumia vibaya mafuta ya kaunti katika vituo vya kuuzia mafuta ya petroli. Kulingana naye, baadhi ya maafisa wamekuwa wakitumia mafuta kwa ajili ya kujinufaisha binafsi, kudhoofisha utoaji wa huduma na kufuja rasilimali za umma akitupa tupa takataka ovyo ovyo malori yao ishikwe na itupwe ndani na kuna wengine hata wafanyikazi wangu wameweka hizo dumping sites kama collection points ya kuokota pesa Kwa hivyo wale wamezoea tabia ya kwenda kumbani dumping sites za Machakos county eh, ama kutengeneza zingine zao ndio waweze kuokota uh, ku, pesa wajue wakati wao umefanya nini umeisha wakati wao umeisha, and we are going to enforce we are going to enforce the law. Kuna wengine wamezoea kutumia mafuta ya county vibaya and we have an audit report. Mafuta ikiwekwa ya kwenda kubeba takataka, wengine wamefanya hiyo pesa ya takataka kama ni eh, mali yao ya kuwa wanachukua pesa. Tunajua vile wanafanya, wanaenda hata petrol station, wanaenda huko, wanaenda kupatiwa pesa kwa petrol station. Nikwambie, here there's no mercy.